Naam, mtazamaji wa Trend TV, e bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kile ambacho kimehapeni kumuhusu Davido, eh, OBO e bwana. Davido huko Nigeria tunafahamu kwamba alifunga ndoa na mkewe Chioma, lakini katika ndoa ya Davido na Chioma bwana Eh, tunakumbuka tuna kwamba haikumeki headline kama the way ambavyo ndoa ya Jux eh, na Priscilla ilivyofanya matusi mwaka huu huko Nigeria na Afrika yote kwa ujumla mpaka Marekani. Maana tunakumbuka kwamba kuna page kubwa tu huko Marekani iliripoti kuhusiana na harusi hii ilivyokuwa ya kinyamwezi zaidi. Sasa basi, na watu wengi sana wameisha wameweka wa wazi, hata huko TikTok mijadala imekuwa ikizungumzia kwamba ndoa ya Davido na Chioma, ambapo tunafahamu kabisa kwamba Davido ni bilionea Ne, ni tajiri, babake pia ni tajiri na ana umaarufu mkubwa sana kule Nigeria. Ni mtu ambaye ana status si kubwa sana Nigeria. Ndoa yake na mkewe, wakilinganisha na ndoa ya Priscilla na Jux, msanii kutoka Tanzania, Dar es Salaam, watu wengi sana wameweka wazi, sio wa Nigeria, sio wa Tanzania, wote wameweka clear kwamba ndoa ya Jux na Priscilla ni one of the best wedding in Africa of all time. Kwa hiyo eh, kutokana na hilo wamempanikisha bwana Davido, na Davido amefanya interview katika eh, media kubwa tu huko Marekani ambayo inamilikiwa na Volt eh, ambapo hii ni kipindi kinaitwa The Breakfast Club, ambapo hapo hapo ndani kuna wakina Sharoman the God na wengine kibao. Watangazaji hao walikuwa wanamhoji Davido, na akasema kwamba na yeye pia bwana, bado kuna harusi yake na Chioma haijaishia pale, ni kwamba kuna white wedding, kwa hiyo ni kama vile Davido ameamua kujipanga tena kwa mara nyingine kurudia tena harusi yake akiwa ameipa hilo jina la kwamba the white wedding, ambayo atashirikisha familia yake na watu wake wa karibu, ambao itafanyika huko Atlanta, kama sikosei eh, itafanyika, sorry, itafanyika Miami huko Marekani, na hiyo ndoa itafanyika mnamo Agasti mwezi, eh, wa Agasti mwezi wa nane, ndipo Davido inayepia ameamua atafanya hiyo ndoa yake tena huko